Kila tarehe 14 Februari utaona watu wakiwa wamevalia rangi nyekundu, maua ya waridi huuzwa kwa kasi, chokoleti huyeyusha mioyo. Ni siku ya wapendanao. Siku hii imekuwa sherehe kuu ya upendo, lakini watu wengi hawajapata ni nini hasa ni chimbuko la tarehe hii. Turejee nyuma takriban miaka 1800 iliyopita, katika dola la Roma ambapo siku ya wapenda nao haikuhusu chokoleti. Ilikuwa ni kuhusu upinzani, miujiza na padri aliyethubutu kuhatarisha kila kitu kwa ajili ya upendo. Mfalme Claudius wa pili aliamini kuwa wanaume wasiooa walikuwa askari hodari zaidi. Hivyo akapiga marufuku ndoa, akiwalazimisha vijana kubaki bila wake. Lakini padri mmoja, Valentino alikataa kukubaliana na hilo. Kwa siri aliwaunganisha wanandoa, akiamini kuwa upendo ulikuwa thamani ya kupigania. Uasi wake haukupita bila kutambuliwa. Valentino walikamatwa. Akiwa gerezani alianzisha urafiki na Julia, binti kipofu wa askari aliyemfungia. Kupitia sala macho yake yalipata kuona tena kwa miujiza. Tukio lililomfunga Valentino na upendo wa kimungu. Tarehe 14 Februari mwaka 2069 BK, kabla ya kuuawa, Valentino alimwandikia Julia barua ya mwisho. Aliisaini kwa maneno kutoka kwa Valentino wako. Kauli hiyo bado inasikika leo katika mamilioni ya barua na kadi za wapendanao. Mtakatifu Valentino aliheshimiwa kama mtakatifu kwa sababu ya kifo dini kutokana na kutetea imani na ndoa ya Kikristo. Sikukuu yake huadhimishwa kila mwaka tarehe 14 Februari, siku ile ile ambayo wanandoa duniani kote sasa huashiria kwa waridi na mapenzi. Kwa hakika materioloji ya Kirumi inataja Valentinos wawili wanaokumbukwa siku hiyo padri wa Roma na askofu wa Terni, wote mashahidi wa upendo na imani. Ujasiri na wema wa Valentino ulimfanya kuwa msimamizi wa upendo, vijana na ndoa. Kadri muda ulivyopita, hadithi yake iliunganishwa na tamaduni za Kirumi kama Lupercalia, na hatimaye ikabadilika kuwa sikukuu ya wapendanao tunayoijua leo. Je, tunajifunza nini kutokana na siku ya Valentine? Moja, upendo ni zawadi ya Mungu. Valentino aliamini kuwa upendo ni kitu cha kupigania, hata kama dunia inaupinga. Hii inatufundisha kwamba tunapopenda kwa dhati, tunashiriki katika mpango wa Mungu wa kuunganisha watu. Mbili, ujasiri katika imani. Ingawa kulikuwa na hatari Valentino hakusita kutetea ndoa na imani ya Kikristo. Hii ni changamoto kwetu kusimama imara katika imani zetu hata pale tunapokutana na upinzani. Tatu, huruma na huduma. Valentino alionyesha huruma kwa Julia na kupitia sala macho yake yakafunguliwa. Tunaitwa pia kuonyesha huruma kwa wale walio dhaifu, wagonjwa, au waliopoteza matumaini Nne. Urithi wa upendo. Kila kadi ya Valentine, kila waridi na kila kauli ya nakupenda ni kumbukumbu -kumbu ya urithi wa ujasiri na huruma. Tunaposherehekea Siku ya wapenda nao, tunapaswa kukumbuka kwamba ni wito wa kuishi maisha ya upendo na imani.